Hii ni Chum TV online. Uraha kigenjani. Kuna tukio ambalo linamhusisha mtuhumiwa ambaye anaitwa Abdalla Ramadhani Mloa miaka 24 mdigo wa Iringa anatuhumiwa na kosa la kutoa taarifa za uongo. Mnamo tarehe 10 mwezi wa 4 2025 majira ya asubuhi kama saa mbili e, na nusu, mtuhumiwa alinipigia simu. Baada ya kunipigia simu akasema yeye aliwasiliana na IGP, nikamwambia tatizo ni nini? Akasema kwamba kuna tatizo ana tatizo, nikambe basi, kama una tatizo njoo Madema. Mtuhumiwa akaonyesha kanombile kwamba hata madema hapajui, nikamwambia mtafute bodaboda yote mwambie tu kwamba nakwenda Madema, atakuleta baada ya muda mtuhumiwa alifika hapa kituo hapa cha polisi Madema. Alipofika akanipigia simu nikamwambia basi njoo ofisini, akaja ofisini, nikamuuliza una tatizo gani? Akaniambia kwamba yeye anatokea Iringa na huko Iringa alikuwa na mwenyeji wake hapa, ambaye alikuwa akifanya biashara iri, akifanya biashara Iringa, lakini sasa ni mtu wa hapa Zanzibar basi aka amemtafuta lakini hakumpata katika mawasiliano. Wakati anaendelea kumtafuta na yeye akijifanya kama ni mgeni hapa Zanzibar, hapajui, wakati anamtafuta mwenyeji wake, anasema alikutana na vijana wawili akawauliza na kuwaomba msaada e. Katika maelezo yake anasema kwamba vijana hao walimchukua wakampeleka uchochoroni, lakini walikuwa hawaongei, walikuwa wakichati tu kwa simu anasema mmojawapo akiwa na mandevu alimpiga kibao na kumvua nguo zake na kumfanyia kitendo cha udhalilishaji. Kwa hivyo ndo malalamiko yake ndivyo yalivyokuwa. Basi mimi nilichokifanya ni kwamba tu nilimtaka ashuke chini kwenye kituo cha polisi cha Madema, ili afunguliwe kesi yake, nikamkabidhi hapo kaunta kwa ajili ya kufunguliwa kesi yake hiyo. Baadaye mimi nikaondoka, ilikuwa ni siku ya Ijumaa, nikaenda msikitini. Nilivyorudi akawa analalamika tena kwamba kesi yake bado haijafunguliwa, lakini baadaye kesi yake ilikuja ikafunguliwa. Baada ya kesi hiyo kufunguliwa, upelezi wa kesi yake uliendelea. Ilibidi mtuhumiwa sasa, ili kujiridhisha kama kweli amefanyiwa kitendo hicho, atumpeleke hospitali kwa ajili ya uchunguzi wa daktari. Mtuhumiwa alipelekwa hospitali kwa ajili ya uchunguzi wa daktari na daktari, baada ya kumchunguza aligundua kwamba hakuna chochote alichofanyiwa, yani katika udhalilishaji cha kulawitiwa. Maanake alidai kwamba amelawitiwa, lakini daktari kwa taarifa, daktari akatujulisha kwamba hakuna kitendo kama hicho hakufanyiwa. Kwa hiyo tukarudi tukarudi naye kituoni hapa ili kuja kuendelea tena na, na kesi yake hiyo. Wakati tunaendelea na upelezi wa shauri hili, tulikuja tukakumbuka kwamba hata huko Pemba pia kulikuwa na tukio kama hili, kama hili hili linafanana tukawasiliana tuka, tuka na Pemba wakatutaka tupeleke picha yake. Sasa sisi kwa kutumia njia zetu tukapata picha yake tukaituma Pemba. Tulivyoituma Pemba picha hiyo, wakasema ndiye huyo huyo mhusika, na alifanya tukio kama hilo hilo Pemba pia, la kusingizia kwamba amefanyiwa udhalilishaji kama huo, na kule Pemba wakati kesi yake inaendelea alitoroka ina maana, mpaka sasa hivi kesi yake kaiacha Pemba kule. Sa alivyokuja Unguja tena akarudia yale yale ambayo aliyafanya Pemba, akayarudia kuyafanya Unguja. Lakini sasa kwa bahati nzuri, katika upelelezi ndipo alipokuja kugundulika kwamba hakufanyiwa kitendo hicho kwa taarifa za daktari. Lakini vile vile baada ya kuhojiwa zaidi na kuambiwa kwamba wewe mbona ulikuwa na tukio kama hili huko Pemba, akawa hana cha kusema baada ya katika mahojiano zaidi kuhojiwa alidai kwamba ni ugumu tu wa maisha ndio unapelekea afanye utapeli wa aina hiyo, na mara nyingi amekuwa akiwasingizia watu wenye asili ya Kiarabu kwa sababu anajua labda ndio wenye uwezo, ili aweze kujipatia pesa. Na kilichopelekea sasa mpaka sisi tuweze kumgundua kwamba alianza ku, kuwasiliana na uongozi wa polisi ngazi za juu kwamba ha, nani, mtuhumiwa wake hakamatwi. Lakini mwanzo kwa sababu alisema hawajui hao watu, ina maana sisi tukasema tutaendelea na upelelezi ili tuwabaini watu hao, lakini yeye akasema tu, akawa nalazimisha watu wakamatwe kwa kupitia namba ya simu aliyokuwa nayo eh? Baada ya hapo ndio ikabidi sasa tu, tu, tu baada ya kufuatilia huko Pemba kama nilivyoeleza, na taarifa za hapa, tukagundua kwamba taarifa zake ni za uongo, ndipo tulipomweka chini ya ulinzi na kumfungulia tuhuma hizi anazotuhumiwa nazo za kutoa taarifa za uongo e. Kwa kule Pemba, namba ya kesi ilikuwa ni Wete ya Yara 90 ya mwaka 2025 ambayo ilikuwa ni tarehe 27 mwezi wa tatu mwaka huu, na hii ya Madema ndo hii ambayo nimeitolea ufafanuzi. Hivyo tu, Jeshi la Polisi linatoa onyo kali kwa wote wenye kufanya vitendo hivyo vya kutoa taarifa zenye kuleta taswira mbaya katika nchi yetu, na hatua kali za kisheria zitachukuliwa. Baada ya upelezi ukamilika, basi tutamfikisha mahakamani na vile vile pia, katika kesi yake ya Pemba kule, itabidi pia afunguliwe kesi ya kutoa taarifa za uongo Pemba. Kwa hiyo kesi zitakwenda sambamba ili kuhakikisha kwamba hatua za kisheria zinachukuliwa dhidi yake.